<laughs> <laughs> <laughs> Deka, zikifika nane, ah, ah. Ah. Ghalibu, mambo mambo vipi? vipi? Alhamdulillah mambo vipi? Khairi kabisa, nashukuru. Mchezo muhimu kwa Young Africans, mchezo muhimu kwa Simba, mchezo wa kuamua ubingwa. Hatimaye yeah. Young Africans amekuwa bingwa. Umekuwa mm, ni mchezo wa aina gani? Yeah, yeah, ilikuwa mechi nzuri na uh, tumeshuhudia mechi yenye in intensity ya uh, hali ya juu. Timu zote mbili zimekimbia sana uwanjani uh, lakini nisiwe mnafiki. Niwe open kwamba Young Africans walikuwa bora zaidi uh, katika vipindi vyote. Katika kipindi cha kwanza Uh, hawakupata goli lakini walikuwa bora. Young Africans walitengeneza nafasi nyingi uh, positive kuliko ambazo walizitengeneza Simba. Katika kipindi cha pili Simba walibadilika, walikuja na moto kweli kweli, na ile ilikuwa ni uh, mpango wa Fadlu Davids. Ilikuwa ni mechi ambayo ili awe bingwa lazima ashinde, umeelewa? Kwa hiyo ilikuwa first half kama uh, matukio yameshakuwa sare, second half either you win or you lose. Kwa hiyo aka opti kucheza pata potea Yani yani, uh, una, una unafunguka kwenye muktadha wa kufikiria kwamba aidha ni kufunge au nifunge, kwa sababu ni kwa sababu unaposema ni kufunge, maana yake unaongeza namba kubwa ya wa washambuliaji. Tafsiri yako unakuwa kwenye riski ya kushambuliwa wewe. Kwa hiyo aliongeza nguvu kwenye eneo la kushambulia. Uh, tukaanza kuiona Simba ambayo inakuja zaidi katika eneo la mwisho. Hali, aliweka wachezaji ambao ni attacking minded, ikawa inakuja na pressure sana katika eneo la mwisho lakini ndio muda ambao Young Africans waliamua kuiweka timu chini, wanamsoma mpinzani ana react vipi. Kwenye kipindi hiki walivyomwona anakuja na pressure, wakaamua kupiga counter attack. Yanga amecheza kwenye counter kwenye kipindi cha pili, maana yake ilikuwa ni mpango wa kuvuta Simba. Walijua nyuma wako MT weupe, kwa hiyo walikuwa wanajua tukipoka mpira hawa tutakuwa tunaliona lango lao. Wakaingiza na Clement Mzize. Uh, advantage ya Mzize ni bulldozer, mchezaji ambaye ana safari anaweza kuondoka na mlinzi mmoja walinzi wawili, ni mchezaji ambaye anaweza kulazimisha. Ndicho ambacho kimekwenda kwa faida ya Young Africans, kwa maana alipoingia Mzize unaona timu imezidi kuwa active zaidi kwenye eneo la kushambulia, waka create some chances, lakini uh, mbili zimetumika, moja ndio ile mkwaju wa penalty, lakini moja ni ile Mzize ambao amefunga baada ya kupokea mpira kwa Pakome. Lakini mbali na hapo, kuna nafasi nyingine ambazo Mzize alizipata alingana na box, lakini alishindwa kuzitumia. Kwa hiyo uh, ni mechi bora tumeona, lakini kwa Young Africans ilikuwa ni bora zaidi. Karibu ni mara ya tano mnyama Simba anapoteza mbele ya Young Africans. Ni mnyama Simba amekuwa underdog mdogo wa Young Africans au hii inaleta tafsiri gani? Yes, tukisema underdog kwa muda huu inawezekana ikawa tuko sahihi kwa sasa uh, kwa maana ya timu na kufunga mechi tano mfululizo uh, sio kitu kidogo. Mind you hiyo mechi ya mwisho ambayo ulimfunga Nadhani ilikuwa ni ile uh, Ngao ya Jamii ya Tanga. Yes, kwa mikojo penalty. Kwa hiyo ukitoka hapo amekuwa anapoteza tu. Tafsiri yake ni kwamba ah uh, vyote atakavyokuwa katika mechi usika kuna timu inakuwa uh, favorite moja inakuwa underdog. Vyote atakavyokuwa. Yaani hata Madrid na Barcelona wakikutana kuna moja inakuwa favorite, moja inakuwa underdog. Na sio underdog lazima apoteze katika mechi. Unaweza kuwa underdog na usipoteze katika mechi. Kwa hiyo Simba aliingia kwenye hii mechi kama underdog kwa sababu nyingi. Sababu ya kwanza rekodi ina mfeva Yanga, ameshinda alikuwa ameshinda mechi nne mfululizo. Lakini eneo la pili ambalo Simba aliingia kama underdog, Young Africans alikuwa ni kinara katika ligi. Umeelewa? Eneo jingine ambalo alikuwa anaingia kama underdog ni mazingira ya mechi ilivyokuwa. Young Africans walisha confirm kuielekea mechi, Simba alikuwa bado na suasua uh, kwenye kwenye kwenye muktadha wa kuielekea hii mechi, kwa sababu ilionekana kama kama hawako tayari kwenda kucheza hii mechi, mpaka maswali yakawa mengi, mpaka siku ya mwisho, saa chache kabla ya mchezo, wanaconfirm kwenda kucheza. Kwa hiyo ni ni, ni ukisema underdog, Simba ameingia kama underdog, unakuwa uko sahihi, na huo muktadha bado uh, upo mpaka sasa hivi. Maana hii mechi imeisha, kwa hiyo wanakwenda kukutana msimu ujao tena, maybe katika ngao ya jamii au labda katika ligi hapo inawezekana ikawa mazingira yako tofauti, lakini sofa tunapozungumza, uh, Simba aliingia kwenye hii mechi kama underdog na Yanga kama favorite, na Simba, Simba angeshinda hii mechi, ndio ingekuwa story. Ndo oh, ingekuwa sio story, sio story kubwa, Yanga kumfunga Simba sio sio story, sio story kubwa. Simba angemfunga Yanga, ingekuwa bonge moja la story. Karibu uh, kocha wa Yanga Africans mirudi, ni kama Yanga Africans mefanya ya moto sana, lakini hazungumzwi haimbwi na bado kuna story story, yawezekana kaondoka Young Africans Mirudi, unamlete kama mwalimu wa aina gani? tangu aichukue Young Africans. Of course, kwenye swala la kuto kuimbwa kwanza kabla ya kumrete, kwenye swala la kuto kuimbwa, Young Africans wamepitia mazingira magumu kweli kweli. Young Africans, wakati ambao Simba Sports wanabeba ubingwa mara nne mfululizo, Yanga alikuwa hohehahe, walikuwa wanaishi maisha magumu, hata that time wanakumbuka maswala ya bakuli na vitu kama hivyo. Lakini uh, a, kocha ambaye alikuja kubadilisha rangi ya Young Africans na kutengeneza ramani ya hiki ambacho tunakiona ni Nasruddin Nabi. Yule ndiye alikuja kuinyanyua Yanga. Yanga kutoka kwenye mazingira magumu mpaka kuja kuwa stable. Young Africans wanamfunga Simba Sports ambayo yuko strong, yuko imara zaidi, mauyo anapiga bao hapo. Unakumbuka that season. Kwa hiyo ni uh, ni Young Africans ambayo Nabi alichorea ramani imeonekana kuwa tishio, sio tu ndani hadi kimataifa, kwa sababu Nabi ndo alipeleka mpaka confederation final, kama wanakumbuka. Baada Nabi kondoka, akaja Angel Miguel Gamondi ambaye na mwenyewe pia Yanga yake iliendelea vile vile, kwa maana kufanya vizuri, zinabadilika element chache. Kama kuna kitu kigumu ni kuiweka timu kuwa stable, umenelewa. Kwa hiyo Miguel Gamondi alivyokuja, akaifanya Young Africans ku maintain pale alipoishia na kuendelea. Alivyotoka Miguel Gamondi, akaja Sadi Ramovic, bado timu iko vile vile kwa stable. Kwa hiyo hata alivyokuja Hamdi Miludi aionekane kama ni Yanga yake, umeelewa yaani aimwe ya kwamba Yanga amirudi mhm -mm, Yanga tayari iko stable na ilishatengenezwa muda mrefu. Tafsiri yake kuna uwezekano kila kocha atakayekuja hapa anaweza akitembelea hii ramani huenda akafanya vizuri, that's why unaona Miludi Hamdi aimwii, na hapo kuna tetesi sijui za kuhitaji kocha mwingine si ndio? Na yeye yupo, kwa hiyo unaona timu inafanya vizuri na yeye yupo, amefika finali ya CRDB amechukua ubingwa wa NBC lakini hakuna anayekea kuhusu Hamdi. Leo ukiwaambia wana Yanga aende wanaweza kukwambia fresh tu kwa sababu wanaamini kwenye structure ya timu yao. Timu yao ishakuwa stable lakini eneo la pili ni squad. wana wachezaji wana timu imara na Yanga ukiachana wache zaji na wachezaji, kitu ambacho nawasifu commitment. Wachezaji wanajituma kweli kweli. Yaani unaweza kusema hawa nyuma yao kuna kuna kuna hamasa gani? Unasema kuna milioni mia tisa. Milioni mia tisa. Eh, sasa hiyo milioni mia tisa imekuja sasa hivi, kabla ya hapa tayari ilikuwa nyuma, kuna hamasa nyingine zilisha kuwepo, lakini Yanga imekuwa yenye kujitoa kweli kweli. Kwa hiyo mimi nawapa credit kubwa. Hizo ni Patrick Mwenda. Uh, watu wengi walidhani atatepeta mbele ya uh, Eli Mpanzu, namna ambavyo amecheza leo umemwona. yeah, Israel Patrick kacheza vizuri, ingaje alikuwa akutani sana na Mpanzu. Mpanzu amecheza kama inside left muda mrefu, kwa maana ya nambari kumi. Budo kacheza kama namba kumi, baadaye akahama akawa anabadilishana, wana interchange kama uliona vizuri. Kwa hiyo kwa, uh, kwa Mpanzu muda mwingi alikuwa eneo la midfield. Uh, athari zake zote, hata shoti ambayo aliipiga kama unakumbuka, kipindi cha pili aliipiga akiwa kwenye eneo la midfield. Kwa hiyo uh, muda mwingi alikuwa anakutana na, na, na Khalidi Aucho, anakutana maybe na Mudathir, atakutana na walinzi wawili wakati. Lakini uh, kwa upande wa Israel Patrick Mwenda upande wake alikuwa anacheza na Budo uh, Mutale kwenye first half, uh, kwenye kipindi cha pili uh, Yanga I mean Simba kwa asilimia kubwa mafullback wao ndo wana overlap wanaenda juu, manake zile wingers kwa maana Dennis sui Ahwa sui yule Mpanzu, wengi utaona wana convert wanaingia ndani, kwa hiyo ile mafullback ndo wana overlap kwenda juu. Kwa hiyo Israel upande ambao alikuwa anacheza alikuwa sometimes akutana na Mohamed Hussein Zimbwe yeah. uh, uh, mwisho hii Project ya Simba imeku convince au warudi tena kwenye draw board? Kwangu mimi Simba ina head coach, ina technical staff bora, imecheza vizuri, lakini honestly, wanatakiwa kufanya jitihada tena za kutosha. Msimu wao umetoka mto, ujue kwa sababu mwisho wa siku tunakupima, mwisho wa season umefanya nini. Kwa level ya daraja la Simba unahitaji, season inaisha, uwe na trophies hata moja. Hata moja, yani hata kama ngao ya jamii, basi umeshinda ngao ya jamii ubebe, hata ligi kuu, umeshinda ligi kuu basi, hata FA na this, this season ya kukwepa na mapinduzi, basi angalau taji lolote. Kwani season ambayo hawana taji, wamecheza tu finali ya confederation, hasa finali kwa daraja la Simba kimataifa, sio story kubwa.